Ma um, kiukweli lengo lako ndio lengo letu na hicho nachokitaka ndicho tunachokitaka sisi. uh, na, kwa hivyo hichi tutakachokwenda kufanya, nitatoa mfano. Arusha tumesikia kuko kuna Samia Cup kila sehemu. Kuko nasikia sehemu wanasema wana Samia Cup, Samia Cup, lakini yetu sisi tuko na display. Na kwa maana hiyo basi wa uh, this this time nimeona ni, ni kushirikisha kaka yangu sababu ufanyaji vitu vidogo, mm, wewe mambo yako ni makubwa siku zote, yaani hiyo <laughs> ni kweli eh, kaka yangu akisema bwana, sasa hivi nataka festival ya mantilie itafika mpaka Marekani kwa <laughs> hiyo, hili jambo kwetu sisi lilikuwa dogo, lakini kwake lishakuwa kubwa tayari. Ndio maana umeona nimekuwa na moyo na nguvu ya kujivuta mpaka hapo, kwa sababu kama umeona zile namba zilikuwa ndogo sasa hivi nadhani sijatauba, zitawafikia kwa uwezo wako. Tumeongeza media partners, basi kwa maana hiyo tutakuwa na partners wenzetu, tutawachukua medias ambazo zina operate uh, Tanzania nzima. Kwa hiyo jambo tutalifanya kwa ushindani. Ushindani unakuja vipi? Ushindani wa media, ushindani wa kitimu, ushindani wa umaarufu, ushindani wa quality ya ku deliver asante. Sana ni sina mingi ya kusema kana Triple Eight Media.